Inaitwa jina langu ni Kawani Tana, kazi wa kijiji cha Ilangali kata ya Manda. Tuna kilio kikubwa sana wananchi katika kata yetu ya Manda, kijiji cha Ilangali. Tatizo kubwa ni tembo. Tembo tunasumbuliwa sana katika mazao yetu, wakati wa masika tunawinda, tunawazuia tembo kula mazao yetu, lakini tembo umetuzidi mazao ya maisha. Sasa hivi tuna tatizo la njaa kubwa sana. Sasa, ndugu mtangazaji, tunaomba serikali yetu tusaidie sana, kile kilio chetu, tunasunguka mno. Sasa hivi wananchi hawalali ndani, wanalala nje kwa ajili ya, ya kunusuru chakula na maisha yao. Jana tu tarehe ishirini na saba ndivunje nyumba ikajeruhi mtu akalivunjika mkono. Sasa hivi yuko hospitali ana hali mbaya. Hasa serikali tu, itusa, tunaomba itusaidie sana. Ukiwapigia wale wahusika wa, wanakuja baada ya tukio, hasa wanapokuja baada ya tukio, ina maana msaada huwo haupi. Tunaiomba serikali yetu ya awamu ya sita tusaidie sisi wananchi wa Ilangali. Ina maana tuna tatizo kubwa sana ndugu mtangazaji.